kuna shoga wa kizungu anaitwa hapa calling hapa calling amechapisha uh, mamilioni ya biblia ameshapisha biblia karibu milioni tatu ambazo biblia hizo zimeondolewa maneno elfu sitini na sita roho mtakatifu hamna mungu baba hayupo neno bwana hamna sara ya baba yetu uliye mbinguni imetolewa na wanahaha kutafuta uh, neno ama pronoun ili wamwasilishe Mungu bila kiwakilishi, ndio hiyo nini, yani Mungu aonekane hana jinsia. Lakini tukapata taarifa, kuna Biblia amechapisha, ziko kama elfu kumi hivi, na zingine zimeingia hapa chini na zinauzwa tukailia Bwana ja, uh, uh, kamati ya mbinguni, maduka mbalimbali mbali, na mengine ya, ya Biblia yanauzwa hata maduka mengine ya kanisa, mengine mnayajua. Tukatuma watu mikoa yote mjini pale, tukapata Biblia, tukajifungia miezi miwili, hatufanyi chochote, tunachambua Biblia. Mungu amesema mtu ye yeah? asifanyaje. Kitabu cha Matayo kumi na saba ishirini na moja kimefutwa Matayo kumi na nane mstari wa kumi na moja umeondolewa. Matayo ishirini na tatu kumi na nne imeondolewa. Matayo kumi na saba ishirini na moja imeondolewa. Marko sura ya saba mstari wa kumi na sita umeondolewa. Marko tisa mstari wa arobaini na nne umeondolewa. Marko tisa mstari wa arobaini na sita umeondolewa. tisa mstari wa arobaini na nne umefutwa. Marko tisa mstari wa 46 umeondolewa. Kitabu cha Marko 11 mstari wa 26 umefutwa. Kitabu cha Marko 15 mstari wa ishirini na nane umeondolewa. Kitabu cha Luka 17 mstari wa tatu haumo. Kitabu cha Yohana sura ya tano mstari wa tatu mpaka wa nne haupo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tano mstari wa thelathini na nne umeondolewa. Matendo ya mitume sura ya ishirini na nne mstari wa sita mpaka wa nane umeondolewa. Matendo ya mitume mstari wa 28, sura ya 28 mstari wa 29 umeondolewa. Warumi kumi na sita mstari wa 24 umeondolewa. Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa saba mpaka wa nane umeondolewa. Yesu aturehemu sana. Kitabu cha Mathayo ishirini kumi na sita kimeondolewa.

Matai, kitabu cha Mwanzo sura ya saba ule mstari wa kwanza na watatu umechakachuliwa kwa habari ya agizo la Mungu dhidi ya Mungu ama Noa kwa Kiingereza. Wewe ambaye usomi Biblia, unafumuaga Jumapili, utajua ya Mungu aliposema, wa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, ndio kama hivi maanake kizazi kinachokuja kuandiki, kizazi chetu cha watoto wanakuja kusoma biblia zimechakachuliwa, hata azijani na wanaanzaja. Hivi hivi wanaanza kuchomoa vidogo vidogo, afu wanatulia, wanasikilizia miaka miwili mitatu, hata miwili au mmoja. Wakisikia kimya, mna wachungaji wanapiga kelele, wanajua hawajashtukia, wanaendelea kutoa, wanaendelea kutoa.